Hello watu wangu, mkoaje, mko fiti? Leo meseji yangu inaenda wale mademu mnafanya kazi majuu. Imagine umeishi life ya shida, ya shida umepitia changamoto ya kimaisha, umefika mahali ume decide kuacha wazazi wako, watoi, uende utafute kazi majuu ndio uweze kusaidika au usaidie watoi. Ile time unafika huko majuu, mshahara ukilipwa, unatumia boyfriend pesa ama unatumia mwanaume pesa ati afanye maendeleo. Mimi nauliza kati yangu na mwanaume nani inafaa enda tafute kazi ndio afanye maendeleo? Alafu umekaa huko like five years. Contract imeisha ndio unachukua hii namba ya YouTuber, unamcall unamwambia nakuja day fulani tukutane airport. Ile day ikifika unapata huyo content creator amekungoja airport unamwambia nilikuwa nakufuatilia. Nilikuwa nafanya kazi majuu nikitumia mwanaume pesa afanye maendeleo na namshuko Yes, ulikuwa unamfuatilia. So ulikuwa unaona wale mademu wanalilia airport, analilia hmm? Ulikuwa unaona wakilia juu pesa zao zimezama. Na wewe bado unatuma. Alafu unaongea vizuri sana eti nilikuwa nakufuatilia hmm? Alafu ile time wa wamesti huyo mwanaume inapatikana hizo pesa hajafanyia maendeleo. Ameoa mwanamke mwingine, wanakula na hizo pesa alafu anakuja airport anakuongelesha kimadharau, kaleka mwanamke kana kuongelesha ufala. Surely mimi hata sijui naweza kufanyia nini. Ni, ni venye tu mnapata wepesi hmm? Alafu unalilia airport. Sasa unalia nini? ni nani alikuwa nakulazimisha kutuma pesa? si wewe mwenyewe si hmm? Fika majuu, fungua akaunti yako i lock hmm? Pesa ukilipwa tuma kwa akaunti yako pesa Tuma kwa bank umelock account, nani ataingia kwa account yako atoe pesa hmm? Tuma pesa zako fika home, relax ra hmm? Fika nyumbani, tulia, kaa chini, hizi pesa zako utafanyia nini? Hizo pesa ni mob sana, hizo pesa ni nyingi, unaweza nua plot yako ile mzuri ujenge, pesa zingine zikubakie ufungue biashara Biashara ni mob sana, hakuna biashara unesema, ati hakuna biashara une, ila ufani ila ikuingizie pesa hmm? watu wanafanya biashara online na inawaingizia pesa smart hmm? Wa, wa, aki madem, tutalilia airport tutalilia airport, airport hadi lini? hadi lini? alafu nienda kwa kwa mzazi wako, unalia hivo ati nilikuwa natumia mwanaume pesa, si si ni ni laana laana, tunatafuta hmm? tunatafuta kwa hivyo mademu, mchanuke! Mademu, mchanuke! Mademu, badilikeni, hmm. Acheni, acha wanaume wasiwabebe ufala hivyo, hmm? Ni follow kila mahali, ni follow TikTok, ni follow YouTube. Please subscribe, like, comment and share, tusaidiane. Kiadvice ni ayo tu guys, bye.